Lakini mtume katika Sahihi Muslim anatuambia siku ya Kiyama, Nabi Ibrahim atakutana baba yake, atakutana baba yake ili hali ya kuwa baba yake amejaa majasho na vumbi na uchovu. Nabii Ibrahim bado atampa heshima baba yake, atamwambia ya abati alam aqul laka alla ta'sini, e baba yangu, jamani, kipenzi changu mimi, sikukuambia kwamba usiniasi sikukuambia kwamba Mungu ni Mungu mmoja, anayetupatia hewa ya oksijeni tunaishi kwa ajili yake? Masanamu haya haiwezi kuwa Mungu, sikukuambia mambo haya baba? Baba yake Ibrahim atamjibu nabii Ibrahim, atamwambia ya bunia, leo ndo anamuita kwa jina ya bunia, e mwanangu, jamani alyawma la asik, kuanzia leo siwezi tena kukuasi Nabii Ibrahim alayhi salam atamgeukia Mwenyezi Mungu. Mtume anasema katika Sahihi Muslim atamwambia ya, ya rab innaka waadtani alla tukhzini yauma yubaathun. E hey, baba yangu, e hey, mola wangu, wewe uliniahidi kwamba hautonifedhehesha siku kwa ambao utawafufua waja wa ayu khizin akhza min abil abad. Ni fedheha gani iliyokuwa mbaya zaidi kuliko mtu kuwa mbali na baba yake siku ya Kiyama? Ya yani we unamwona baba yako anakwenda motoni, wewe uko peponi, unamwona mama yako anakwenda motoni, wewe uko peponi. Ni fedheha kama hiyo? Ni fedheha aina gani hii? Unaona mandugu zako wanaenda motoni, wewe uko peponi. Kuna fedheha zaidi ya hiyo, Waislamu we wenzako? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama atamwambia Nabii Ibrahim, inni harramtu ljannata ala alkafirin mimi nimeiharamisha pepo kwa makafiri. Ndo hapo hapo Mwenyezi Mungu italinganwa, ataambiwa: Ibrahim, hebu angalia chini hapo. Nabi Ibrahimu akiangalia chini, baba yake mwili wake umegeuzwa umekuwa ni mwili wa fisi. Mtume anasema dhaba, haina kwa Kiingereza. Ile fisi itachukuliwa itatupwa ndani ya moto wa Jahannam, na toka siku hiyo Nabii Ibrahim hataongelea tena mambo ya baba yake.